Yesu anavuliwa nguo. Baada ya, kum... baada ya kumsurubisha Yesu, askari walimtoa mavazi yake wakafanya mafungo manne, kwa kila askari fungo moja, na kanzu. Kanzu ilikuwa nzima bila mshono yaani, mfumo mmoja toka juu mpaka chini. Basi wakaambiana, tusiipasui, afadhali tuipigie kula na hivyo kuamua itakuwa ya nani. Kwa namna hii yalitekeleza maandiko yasemayo: waligawanya nguo zangu, wakaipigia kula kanzu yangu. Hayo ndio waliofanya askari <tuhi> E, Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu tunakushukuru, kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Askari walimvua Yesu kwa nguvu nguo zake zilizogandamana na, na madonda yake. Waliamsha tena mateso yote aliyoteswa toka mwanzo. E hey, Yesu uliyenyang'anywa hata nguo zako, tunakiri tabia yetu mbaya ya kumdharau ndugu na kumnyang'anya heshima yake kwa ajili ya aibu yako utuvalishe utu mpya yaani huruma, wema na upole. Baba yetu ya mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo ifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama kaa tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, situtee katika ushawishi lakini utuopoe na ali aa. Salamu Maria, umejaa neema, tanderibawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu wa amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.